Kuna mungona moja niliporusha ule wimbo Facebook, wanasema aa, imeandikwa tu tunasameana. Nikasema hiyo imeandikwa, ni kuonyeshe nyingine iliyoandikwa, imeandikwa awae kwa upanga atakufa kwa huo, atakayechukua mateka atachukuliwa mateka. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu kwaelewa pia, msie mnaua alafu mnajua mtakuja kutubu kwa wepesi kwa kutumia andiko la upande mmoja lisilo na maana hiyo mnayokusudia katika. Hapana, mi sina neno neno. Kasema e ninitaka usiwo na neno sababu e. Hey, kuna nyimbo inaimbwa TikTok, wepesi wa kunitukana, wepesi wa kunitukana. Imeimbwa nyimbo mpaka wanafika watu mia nane hajakomenti hata huyu yani wepeswa kutukana kila kitu ah haufai, unadili na watu wengine au nimeimba nimerusha wametazama mia nane kwanza hata kuangalia zile ambazo zinawapiga sana hata kupasiana hawapasiana zaidi ya saa moja mawili hawajafika mia nane kuja kufika mia nane hajacomment hata huyu hata mmoja pako ziro pako ziro uwa mja comment, Mungu anipe neema naongeza mwingine. Mungu, hawa wanaochangamka wakati sisi tunalia wenyewe waliumbwa na nani? sio vizuri kuwaombea jambo hili, lakini Mungu naomba uwalazimishe walie pamoja na sisi naomba uwalazimishe wafanyie kakitu, walie waone thamani ya mtu mwingine kulia pamoja nao, au kuongea kile wanachokuwa wameonewa, ili automatikali wawe watakatifu, ili andiko waliishi yani litimie, wa, wa kwao litimie wajue tunalia pamoja na wanaolia. Sema Mungu wagusa hawa watu ambao wakati huu tunalia wanasema Roho hajawafunulia wafunulie Mungu, wafunulie hawa, wafunulie, kwa sababu wewe, mambo ambayo ulishayaandika tayari, ambayo watu wanatakiwa kufanya, hawa wanasubiri yafunuke na mara nyingi mtu ili ajua uzito wa tatizo alio nalo mwingine, inabidi umpe huo mzigo ajaribu kuubeba. Mungu, sio vizuri hawa kuwaombea maombi haya, lakini nataka tufike nao mbinguni, tunataka maandiko yatimie kwao. Waliye pamoja na wanaolia hawa, wanasema eti hujawafunulia anasema hujawafunulia, wanahubiri kingine kabisa. Anasema hujawafunulia, mi nimekuja Bwana, wafunulie na mi najua jinsi unavyofunua, ili watu tuwe na huruma, ili tuwe na huruma kwa watu wengine, ili watu tuwahurumie maskini. Wakati mwingine tunawahurumia vizuri sisi wenyewe tukipitia umaskini, ili wahurumie wanaoonea. Wakati mwingi wanadamu unaelewa vizuri kuwahurumia wanaoonewa, kama umewahi kuonewa. Kwa hiyo Mungu awa, awa wanataka uwafunulie, uwafunulie we na moyo wa huruma. Fanya kitu Mungu kwenye maisha yao, mfanye mtu aonewe ili awahurumie wanaoonewa, mfanye mtu huyu alie ili alie pamoja na wanaolia, kwa sababu nataka ili andiko Shughulika nao, nao, muka sana. E, waliochangamka sana wao tu nawataja Mungu, akina mwijaku wamechangamka sana e, kuna watu wamekaa wamekaa mahali kwenye vijio vya kuchekeshana, umo kawaguse wale Mungu, guse wale wajue kisho kipindi cha kucheka, wajue kipindi mwingine nalia sio kipindi chawe kucheka kipindi cha kuonyesha. Kama hujui kwa nini analia, mkimbilie muulize kwa nini unalia. Akikwambia nalia kwa sababu yule kaniumiza, nenda muulize yule, nasikia umemuumiza huyu, kwa nini umemuumiza? Kwa nini iwe hivi? Lakini awa Bwana anasema, hujawafunulia. Eti Roho kawafunulia utajiri, kawafunulia mambo mengine. Roho uliyo wafunulia wahubiri hawa mambo mengine, naomba uwafunulie na hiki kilio. Wafunurie, wafunulie, mwanadamu hawe asilimia kubwa mwanadamu mwenye huruma aishawaipitia kuonewa, asilimia kubwa mwanadamu mwenye huruma kwa maskini, maskini aishawahi yeah, kuwa masikini aa waliozaliwa tu umwa wajui ndio wanaosema mimi hayo sio yangu, kila mtu adili na yake. Sema Mungu awa wafunulie, wafunulie waweze kujua mambo ya mtu mwingine ni yake huyu, hawa kamwe hawataelewa hiki kamwe hawataelewa hiki kitu, hawatakielewa mpaka na wenyewe waonje. Waonje ili automatically walie pamoja na wanaolia. Sisi wengine tumepatwa na haya kwa sababu tulilia pamoja na wanaolia. Wakati hatulii tukaingia kwenye kulia na wenyewe, wasisubiri mpaka waje walie, na kwa kuwa wanasubiri na wanaona kulia hakuji leo na wewe Bwana, na wahitaji wawe na moyo wa huruma kama ulivyokuwa nao wewe. wewe wewe, sio ulikuwa wakati wa kuja duniani Yesu, kwa huruma, kwa upendo. Imeandikwa kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, sio kwa maana kwa wakati ulipotimia Au kwa wakati ulitimia. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae, mwanaye wa pekee. Ni upendo ulimsukuma, sio wakati ulimsukuma. Ni upendo ulimsukuma, sio wakati ulimsukuma Hakusukumwa na ufunuo. Mwanzie pale nipoanzia, mwarushie e kwanza ako kaintro, mwarushie ao ako, ako. Mbarikiwa amuomba Mungu awa ambao awalii, Mungu awafanyie awafunulie, awafanyie kakitu walie, ili wajue wanaolia walikuwa nalia kwa sababu gani ili waone vile wanavyohitaji mtu mwingine aongelee mambo yao, waone vile inavyohitaji mtu mwingine asimamishe kazi zake, mambo yake ajadili mambo yao, waone vile ambavyo sisi tunawashangaa. Mtu akicheka wasema, kuna watu wanacheka hii dunia. Waone, wajifunze, ili ili andiko waweze kulitimiza kwa lazima walitimize kwa lazima, kwamba lieni pamoja na wanao lia. Sio msubiri kufunuliwa, sio msubiri Bwana Roho Mtakatifu awatokee wa amna hiyo, ni command, lieni pamoja na wanao lia. Hapo cha kukufanya ulie, sukumwa na upendo, sukumwa na upendo, sio Sio, unasu, sio, unasu, sio, sio na wakati wakati, aa, aa, Mungu akusukumwa na wakati. Hakusukumwa na wakati Mungu akusukumwa na ufunuo, si kwa, kwa, kwa, kwa maana jinsi hii Mungu alifunuliwa juu ya ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Hakufunuliwa juu ya ulimwengu aliupenda ulimwengu, akaona wanadamu wanapotea, ama wanachukua maamuzi yenye madhara. Kupotea ni kuchukua maamuzi na kufanya kitu kinachokuwa na madhara, na pengine unaona ni sawa, au huo ni sawa akaona wanadamu wanapotea na wanaumia kwa sababu ya kule kupotea, kwa sababu kupotea njia ni kwenda pengine kwenye njia yenye miba, ni kwenda kwenye njia yenye misumari, kwenda kwenye njia yenye kinyesi, kwenda kwenye njia yenye mashimo. Huko ndo kupotea, kupita kwenye njia utakayoumia. Aliona wanadamu wanapotea, aliona wanadamu wanalia, aliona wanadamu wanaumia kwa sababu ya uzembe wao. Hakusema kwa kuwa hamna hekima yamewakuta, akawapenda. Dunia ilikotokea, dunia ilikotokea. Ndugu zetu, hata kama ni kwa mchawi, hata kama ni kwa mwizi, wazazi wetu wakisikia anapiga kelele, eee, nakufa eee, walikuwa hawasemi kwa kweli ufe, we ni mchawi, kwa kweli ufe, we ni mwizi. A, a, a, a, msaidie. Ndugu zetu walikimbia kwanza, walisimamisha shughuli zao, walienda kumsaidia. Hawakusukumwa na wakati, walisukumwa na upendo. Hawakusukumwa na ufunuo, walisukumwa na upendo. Kwa hiyo hata kama wanaotekwa, wanaouawa, wanaoonewa, hata kama hawana hekima lakini cha kwanza sio kuwashambulia wanahekima, cha kwanza ni kusimama nao, ya kwamba jamani, hata kama hawana hekima, adhabu yake sio kifo. Hata kama wanaondoa amani, kwa njia tu ya kusema hili, jamani, sio jema, hili ni baya. Ungefanyiwa wewe, ingekuwaje wewe unalitafsiri? We, we, we, we, huko ni kuondoa amani. Tunajaribu tu kuambia kwamba jamani, kama hajasema vizuri, lakini adhabu yake sio kifo jawasiisha vizuri adhabu yake sio kifo, adhabu yake sio kumfungia kanisa kwa sababu hiyo. Kanisa hakuna mahali pameandikwa atakapokosea mmoja kanisa lina